Leo tumetembelea miradi mbalimbali ambayo inatekelezwa kupitia miradi huu ofisi ya makamu wa rais. Tumeona miradi ya uhifadhi wa vyanzo vya maji, kuma kupanda miti. Tumeona miradi ya kuboresha maisha ya jamii, en ufugaji wa maziwa, uchimbaji wa visima pamoja na ufugaji wa nyuki. Uh, zaidi ni kwamba uh, serikali imeweka fedha nyingi hata kutekeleza miradi hii ambayo kimsingi inalenga kunufaisha jamii kwanza, kwenye kuboresha mazingira yao, lakini pia hata hali yao ya kiuchumi. Na jambo jema ni kwamba tumeona jamii imepokea vizuri miradi hii, kwa sababu wamejitoa kwa moyo na wanafanya vizuri. Kuna mahali tumeona kwamba kisima kimekamilika, wananchi wamejengewa josho la kuosha mifugo yao, pia wamejengewa kibanio cha kuchanja mifugo, lakini pia <laughs> mradi kwa, kwa umakini kabisa. Ni wazi ama kwa ujumla, sisi kamati e, ka ya ushauri ya mradi huu wa uhusaji wa uoto asili e, tumeridhika kabisa na shughuli mbalimbali ambazo zinatekelezwa katika maeneo haya. Tumeona aa, e, msitu wa kuhifadhi vyanzo vya maji kwa kweli tumetiwa moyo juhudi ambazo wanavijiji wanazifanya lakini pia tumeona uh, e, vitalu vya, vya, vya miti ambavyo, uh, wananchi na wanavijiji wanakuwa wanapewa miche ile bure kwenda kupanda katika maeneo yao, lakini kwenda kupanda katika maeneo ya vyanzo vya maji kwa lengo la kuhifadhi vyanzo vile. Lakini pia e, tulipata fursa ya kutembelea maeneo ambayo ni kijiji e, cha ja wafugaji ambacho eneo hilo limetengwa maalum kabisa